Na mtazamaji, karibu mwenzetu ni yulanzale tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mtazamaji, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga sasa anasema kwamba bado taifa halina uwazi wa uchaguzi na uhuru wa kura akidai kwamba yeye hudhulumiwa kwa kila uchaguzi. Nam akizungumza katika mazishi ya Kanali Mstaafu James Gitai, mumewe Seneta Mteule Betty Montet, Odinga amesema kuwa ipo haja ya mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi ili kuhakikisha kuwa kura zote zinachangia kidemokrasia. Odinga, tamaridhiano ya yake na Rais William Ruto na kudai kwamba ni ya manufaa kwa taifa. Steven Leto na taarifa hii. Huku familia na marafiki wakikusanyika Manzoni kwa mazishi ya mwenda zake Kanali mstaafu James Gitahi, chembechembe za kisiasa zilipenyeza kwenye jukwaa wakati wa hotuba za kumuaga kanali Gitahi, uadilifu wa sajili ya kura inayotumika na IEBC iliwekwa wazi, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga akisema kuwa chaguzi zote isipokuwa wa mwaka wa 2002 zilijaa udanganyifu. Uchaguzi ambayo imekuwa inaitwa free and fair tangu tulete hii mfumo wa siasa yenye vyama vingi ni 2002 hiyo peke yake. Hizi zingine zote unajua SK amwambia nyinyi SK amwambia nyinyi Kwa hivyo mimi usimwambie mimi nataka mimi nishinde mimi sashinde mara mingi <laughs> sijatangazwa tu <muchos> Akirejelea uchaguzi uliopita wa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili ambao wanasisitiza kuwa alimbwaga rais William Ruto, lakini ushindi wake uliwekwa pembeni. Mwaka juzi tulikuwa tunasema fungueni saba, maanake tulikuwa najua ndani ya saba kuna ukweli. Walifungua, lakini muhimu ni kwamba Kenya ni mkubwa kushinda sisi zote sajili ya kupiga kura ikielekezewa kurunzi kwenye hafla hii this is what I would ask for President Ruto to do for us to have a new voter register and, and, and, and uh, to make sure that the next election whoever gets elected will be elected by Kenyans by casting by casting votes. Dinga aidha ametumia fursa hiyo kutetea mkataba wake na Rais William Ruto. Unasema Ruto aende, Ruto aende. Aende alafu nani ifanyike? Mbele ni pale Ruto aende, aweke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende, abaki pale. Baadaye Kindiki aende, weke mtu mwingine. Hakuna haja. 2027 itafika, lakini wakenya wako na shida, mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Iwapo mkenya mwingine yoyote atachukuliwa na polisi ati abducted, afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. The only problem is that some of that marking scheme does not belong to Raila and Ruto like disbursing money to county sifuna that is your job and my job that one we must do you can only become president if you run in 2027 gachagua is ready to support you stephen letoruninga ya citizen